Lia jisi neno la Mungu inasema na kujitakasa ufuate neno la Mungu na kuomba Mungu, Mungu awezeshe kila mtu afanye kama vile neno la Mungu na inasema mtu aendelee kujipatanisha na Mungu, mtu aendelee kuwa karibu na Mungu, mtu aendelee kutubu zambi ambazo anaona, hapa nimekosea, hapa nimefanya hivi, hapa nimefanya hivi. Hizo unabii zote zimetimilika. Na akasema injili ihubiriwe ulimwenguni mote. Watu wote wamekwisha kusikia injili, nchi zote, hakuna nchi yenye neno la mungu aliyafikako. Mm. Ndiyo wanaweza kufunga na kupiganisha neno la mungu eh, lakini wamejua kama Kristu Yesu Kristu alikufa na kufufuka. Mm. Injili inahubiriwa na umo, wataipiganisha lakini hakutakosa hata eh, Wakristu wachache wenyewako mwa ile nchi. Mm na hiyo ili iwe ushuhuda kwa siku za mwisho, pasiwe na mtu ambaye atasema si injili haikufika ku nchi yetu, ni kitugu, lakini mm. akikufika sasa. Katika siku hizi za mwisho upendo wa wengi imepoa mm. kwa sababu wale ambao, mtu ambaye amefanya mabaya Labda anaweza kuwa mtu wa mjamaa, anaweza kuwa eh, ndugu yako, rafiki yako, lakini anakutendea mabaya. Sasa unaona mu mm. mwingine, basi ni hivi, upendo wa wengi imepoa kwa sababu kuna watu ambao wanafanya mzuri, anapatia mwenzake chakula, kwa sababu dunia leo inaharibika. Ule mtu anaokopa, basi nikimpatia hii Mm. Kwenye alikulia, mm. Minjolili. Minjolili mm. Upendo imepoa kwa sababu mtu anajiokopa. Sasa nikifanya hivi, huyo akipata shida, oh. Ata, atasema kwa kwa fulani, ulikulia wapi? Kwa fulani, lakini kuko na masumu za miaka na za, za miaka na za miezi, lakini pamoja na hiyo Bibilia inasema tukiamini Kristo tutakula vyakula vya kufisha lakini hatutakufa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Upendo wa wengi imepoa. Watu wengi leo analota tu mwenzake, anasiasia. Unajua fulani alikuwa aliloka kweli, nilimlota mkanalotaka, analotaka na bibi <laughs> yake, analota na bwana yake, analota na mtoto ah, wake. Ulomwenyu nilota unalota tu mtu fulani, asiasi fulani kweli Kumbe yeye anaweza kuniloka, nililota iko hapa kwangu, nilimlota tuko mm. Naye mm. ukweli vile wanamsema kiko mchao na iko mchao. Upendo wa wengi imepoa mm. Vita vimeanza, inchi kwa inchi zinapigana, zinatoka kwa inchi eh, na inchi. Unaona hata eh, katika jamii watu wanapigana Mm -hmm. Inatoka katika jamii na shuka inafika kanisani, makanisani nao wanapigana mm -hmm. Kuna makanisa una vurugu inaanza, wanaanza kupigana na wengine, wana vita kabisa inaonekana ya, ya mafimbo na vitu vingine inafanyika mkanisa ile inaonekana, na huko vita inajifiki mule mule mwakanisa, yani wako na baraza mbili, kuko baraza yenyewe wanafanya kwanza huko pembeni, wanazungumza hivi na hivi, sasa tutaenda mwaile baraza kubwa, wewe ndio utasema hii, wewe ndio utasema hii. Ile kanisa nayo inatawanyika yani, hmm. Iko na baraza mbili, kanisa ya kweli inapasha kuwa na baraza moja, wanyi wote mnakutanana mnatilia mawazo pamoja hmm. Lakini vita mule ndani, unaona kuna kwa vikundi, kikundi chenye eh, kinapendelewa na kikundi chenye hakipendelewe. Kile chenye kinapendelewa kina wakati wa kuweza kukutana wanaongea wanakamata mipango na wanafunga pamoja. Na ajabu kile kenye kile kikundi na kuko watu wapagani wenye wanawapatia mawazo, hawaingi yake mkanisa, mwende mfanye hivi mwende mfanye hivi, na vilevile waliwaambia njo watafanya hiyo. Kanisa haiko kanisa ambayo inaongoza watu kwenda mbinguni. Yani unaona, mbaraza ya kanisa sasa, kuko hawa wanapendwa na wengine wa wanachukiwa, hmm na wale wapendwa wanapata pasi nzuri ya kuweza kufanya huduma, wale wenyewe hawapendewe wanawatia kule ah. <laughs> Eh, ibinaendelea binafika hata kwenye shirika, kwenye kazi mnaenda kutumika kukazi, kuko wale watu ambao wanapendwa mwaile kazi na wengine ambao hawapendwe utumike mm, mzuri namuna gani we, binaingia ah, ah, mm, hata katika jamaa katika familia, katika familia ndiyo shetani sasa natia, anatia vita. Shetani hapende ume, umoja, analeta matengano. Hmm, katika familia shetani, hizi siku, kwa hizi siku za mwisho matengano ni mengi sana, ndio. Hmm, tunasema divorce, yani watu wako wanatengana, mwanaume na mwanamke wanatengana, anaacha huyu.